Hapo hapo hivyo hivyo, mfupa unaonekana, huu mfupa unaonekana kabisa. Nilipata majeraha mabaya sana, mfupa naona. Ilichoma ilichoma, kitu chenye ncha kali kaingia hadi kwenye mfupa. Chuma ncha chen, kitu chenye ncha kali kaingia hadi kwenye mfupa, ila ina shida hapa. Atafanyiwa usafi wa kidonda na dozi ya siku so, so tano mfululizo, sawa? Siku tano mfululizo.